Ni De Paul Seminari Tanzania tunakuletea kipindi cha historia ya maisha ya watakatifu. Karibu tusikilize. Kwa jina wa la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ndugu zangu, karibuni tusikilize historia ya maisha ya watakatifu, leo ikiwa Desemba 8 Mama Kanisani anafanya sherehe ya Bikira Maria kukingiwa dhambi ya asili. Sherehe hii ni ya Maria Imakulata. Imakulata ni neno la Kilatini na maana yake ni asiye na doa. Tangu zamani za kale, Wakristu wengi wamesadiki kwamba Maria alikingiwa dhambi ya asili, lakini hata hivyo si wote waliosadiki kwamba hiyo ndiyo ilikuwa hadhi yake. Mtakatifu Sirili, askofu wa Aleksandria huko Misri, alisadiki sana fumbo hilo na alilieleza kama hivi: nani baada ya kujijengea nyumba yake vizuri, ili apate kukaa ndani yake na thubutu kumruhusu adui yake atangulie kukaa humo? Maana yake ni kwamba Mungu alimumba Bikira Maria, na tangu milele alikuwa amemchagua awe mama yake. Ingekuwa jambo la ajabu kama inge angemruhusu shetani kukaa rohoni mwake kabla yeye mwenyewe hajafanya makao yake ndani yake. Ukweli unaokumbukwa leo ni kwamba Maria, tofauti na watu wengine wote, hakuirithi dhambi ya asili wala hakutenda dhambi yoyote kwa hiari yake, alipoweza kuchagua kati ya jema na baya. Hivyo tangu mwanzo wake Alipokuwapo bado tumboni mwa mamaye Ana, Maria alikuwa mtakatifu sana akimwelekea Mungu tu. Mara Maria alipotungwa tumboni mwa mamaye, Mungu alijaza roho yake neema ya utakaso, na hivyo Maria hakujua kabisa tamaa mbaya inayomvuta mtu atende dhambi. Hali hiyo nzuri iliwezekana kwa ajili ya mastahili ya kifo chake Yesu Kristo, ambayo Maria aliwahi kushirikishwa hata kabla Yesu hajazaliwa bado. Hivyo ni wazi kwamba kama vile wanadamu wote Maria naye aliokolewa na mwanaye Yesu aliye mwokozi wa watu wote kabisa. Fundisho hilo lilitangazwa kuwa nguzo ya imani yetu ya Kikatoliki mnamo tarehe 8 Disemba mwaka 1854, miaka minne baadaye 1858 ikila Maria alimtokea Benadeta, wa rudi naye alimuuliza mwanamke mzuri aliyemona kwenye pango kilimani, Unaitwaje? Maria alikunjua mikono yake akainua juu akaifunga tena akisema, mimi ndimi mkingiwa dhambi ya asili. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, utuombee sisi wenye ukimbilia kwako. Kwa, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.